Maisha ghali, kabisa. Hmm? Maisha ghali, maisha ghali, pandeni hiyo gari sio ya Mwambino mbovu. Hiyo ni nzima, Rolls Royce nzima, sio ile ya Mwambino kaita. <laughs> Rolls Royce, Rolls Royce. Hmm? Maisha ghali kabisa. Hmm? Maisha ghali. Maisha kali pandeni hiyo gari sio ya mwambino mbovu. hiyo ni nzima Rolls Royce nzima sio ile ya mwambino aita Rolls Royce, Rolls Royce a maisha kali kabisa maisha kali maisha kali pandeni hiyo gari sio ya mwambino mbovu Hiyo ni nzima zima Rolls Royce nzima So ile ya mwambino mwambino jaitwa oo Rolls Royce. Maisha ghali kabisa hmm? maisha ghali, maisha ghali. Pandeni hiyo gari so ya mwambino mbovu, hiyo ni nzima Rolls Royce nzima. So ile ya mwambino aitwa Rolls Royce Rolls Royce Rolls Royce <laughs> maisha ghali kabisa hmm? maisha ghali maisha ghali, pembeni hiyo gari, sio ya mwambino bovu hiyo, ni nzima nzima, Rolls Royce nzima, sio ile ya mwambino aita <laughs> Rolls Royce Rolls Royce maisha <laughs> ghali kabisa Hmm, maisha gari maisha gari pandeni hiyo gari, gari. So ya Mwambino mbovu hiyo ni nzima rozirozi nzima, sio ile ya Mwambino naitwa rozirozi rozi rozi.